Ambao walikuwa na haraka haraka ikabidi waende eh, makazini, ambao walikuwa wameomba ruhusa, lakini baada ya kuona msafara na vile ambavyo nyinyi mpo na vile mmekuja kwa wingi, dhambi zenu zote zimesafishwa. Amina, amina. Sote tunajua raha ya kubaki na msalaba na hata kuutoa kanomwitaula ana nyinyi mlivyokuwa mna hamu na sisi, ilikuwa ni hamu ya moyo wetu tuweze kubaki na msalaba huu tuuone, na sisi tuweze kuutembeza katika parokia yetu, tujichotee na sisi neema na baraka za jubilei hii. Kwa hiyo kwa vile mmetuletea msalaba tunashukuru sana, kila mmoja kwa nafasi yake. Mmekuja wengi kweli kweli. Yaani, nimeangalia nikakuta ni, ni urugu ni wa watu wengi mno. <coughs> Nikakumbuka, nikakumbuka yale ambayo aliyaeleza Yohani, huko mbinguni kuna watu wengi wasiohesabika. kwa bia, tuweze kulipiza kisasi hiki cha upendo kwenu, tutakilipiza kwa tunao wakabidhi. <coughs> Na sisi tutaenda wengi kuliko ninyi, ili na wenyewe wakituona waseme kwa kweli hata mgekaa nao kwa siku hii, mtuletee kesho yake, kesho yake. Tunajua jinsi gani ulivyoupenda msalaba. Baada ya kusema hayo, tunasema asante sana. Tunaona sura zenu zikiwa zinang'aa kama Musa alipokuwa anashuka kutoka mlimani, kwamba mmejichotea baraka, mnang'aa ule uangavu, ung'avu ule uangavu, nani wa wa utakatifu. Kwa basi, na sisi tunaomba atujipatie na sisi neema na baraka na uangavu huo, ili tuweze kukaa na msalaba huu tujipatie neema. Baba Naibu Askofu, tunashukuru sana, baraka, upate baraka na sisi, wa kuelekea chanago, tukaendelee na shughuli na wenzetu, kama alivyosema Baba Paroko waendelee kujichotea neema na ni baraka kwa kumtafakari huyu uokovu. Na kwa kweli mi niseme nilipokuwa naona huko njiani mimi nafikiri Kia ni ilitakiwa iwe hivi, sio jamaa? Eh, yeah. Ilitakiwa hey, iwe hivi baba. Yani, ilipendeza sana, tunaimba na ule mwana anaeleza kwamba ni nini tulichokichukua. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama